Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Naitwa D Kaipa. Napatikana Kibaha kwa Kwama, mkoa wa Pwani, Tanzania. Zi Dkapa ni mganga aliyesajiliwa na Wizara ya Afya fa baraza latibaiitiba mbadala sangu. Leseni yangu alai hii hapa. Ipo halali mpaka 2026 tarehe halahini mwezi wa Juni. Namba ya usajili wangu ndo hiiapaoaia kwa hiyo huduma zangu ni za tiba ya asili, tiba mbadala. Situmii majini kuwapa watu, situmii majini, sipige ramli. Unakuja unaeleza tatizo lako, na kusaidia. Nakupa elimu ya na viumbe na mimea, nakupa elimu ya uumbaji. Mungu anasemaje? Mungu ametupa viumbe gani? Kwenye vitabu vyote, Biblia au Qur'ani, Mungu anasemaje? Chakula kizuri bora kwa afya yako ni nini? mafuta mazuri ya kutumia ni nini? Una magonjwa gani? Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya majini mabaya, uchawi, umelogwa? Basi njoo hapa kwa mti asili, ilo tatizo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi linafanikiwa. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, una dini, una dini ya asili, basi njoo kwa Dr Kaipa, kwa mti asili. Bidhaa zetu ni za halali. Kwa hiyo ukinunua bidhaa yoyote, umepewa dawa yoyote, basi ukitoa hela yoyote bure, ni bure lakini ukitoa hela yoyote ile lazima upewe risiti ya TRA kama hivi. Kwa hiyo, yoyote anayetoa anayetoa bidhaa hapa na apewa, anayetoa hela kununua bidhaa, kununua mafuta basi, kununua dawa yoyote, kunapewa risiti ya TRA, maana hii dawa ni halali, haina na haturuhusiwi kukata ile hela, kwamba umetoa laki mbili laki moja elfu hamsini kulingana na manunuzi wa ile dawa, alafu ikaandika bei tofauti na ile kwa kukwepa ushuru. Hicho kitu hakipo, hairuhusiwi. Kukataa risiti, chukua risiti, nenda tupa mwenyewe, au litunze mwenyewe. Mimi lazima nitoe risiti kwa risiti. Hata leo unapata vizuri, halali. Bila risiti hapa sifanye biashara wewe na mimi. Ninayo mafuta hapa ya lemon peel. Lemon peel ni mafuta ya maganda ya limao. Limau ni tunda bora kwa mwanadamu. Limau ganda lake lile lina msaada mkubwa kwa mwili wa mwanadamu, linapigana na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kuchemsha limau pamoja na ganda lake, utapata faida nyingi. Kwanza linaua wadudu na bakteria, linafungua hewa kwenye mfumo wa upumuaji. Limau linasaidia mzunguko wa damu, kusaidia damu, linaongeza kinga ndani ya mwili, kwa sababu limau lina linaua wadudu alafu, mafuta yake ndo haya hapa, anaitwa lemon peel, mafuta ya limao, tunao ya kutosha. Lita moja yanauzwa laki nne. Chupa hizi miuzi hamsini yanauzwa elfu ishirini, ka chupa kama aka elfu hamsini original. Kwa hiyo ukifika hapa kwanza, unakagua yale mafuta Wataalam mpo wengi, wafanyabiashara mafuta mpo wengi, unakagua original. Hatuuzi mafuta aliyochanganywa na mafuta ya kula elfu mbili au, hatupunguzi bei. elfu hamsini ni hamsini, ni elfu ishirini Unapewa risiti yako halali. Ukinunua hata kachupa kamoja, unapewa risiti. Umenunua vichupa kumi, unapewa risiti kwa ile bei iliyotoa. Mafuta ya lemon peel ukitaka kuyatambua, kwanza harufu yake ni cha pili unaatikisha, ukiatingisha anakuwa na, na mapovu ya kutosha mepesi sana, mafuta ya limao. Alafu unayafungua yanuse, uone ni yenyewe. Alafu ya guse kidogo, yana jiti, yani yana joto hey, ya hey, yana thermogenic heat ambayo yana joto kidogo, ambayo unaona lile joto linaenda kupenya kusafisha damu bovu. Wale wenye mauvimbe koyo, inasaidia sana kwenye wale wa magonjwa ya ngozi magonjwa ya ngozi, unapaka mafuta ya limau. Unaweza ukachanganya na mafuta mengine kama mzaituni, mafuta ya nazi ya asili. Usichanganye na mafuta ya kemikali ya kutoka viwandani. Mafuta ya asili unachanganya, unapaka ngozi yako. Kama una magonjwa ya ngozi yanaondoka, yanasaidia madoa. Wengine anakuwa na madoa, madoa. unapaka alafu mafuta usoni. Wengine anatoka vipele, kwa hiyo mafuta ya, ya limau yanasaidia sana kuondoa mafuta usoni mafuta ya ya limao. Wale ambao anatenda kutoka vipele ana madoa madoa usoni, mafuta mengi usoni, mafuta ya limao ni mafuta mazuri namba moja, yanasaidia sana makovu. Kiwa na makovu mengi usoni, sehemu unapaka makovu yale yanapotea. Chupa elfu ishirini tu kama hii inaweza kutosha kuondoa makovu, kama ni kidogo. Kama ni mengi, basi unaongeza yale mafuta. Lita tano tunayo hapa, inauzwa milioni mbili lita tano mafuta yapo ya kutosha. Ukitaka lita kumi kwenda mbele, kuanzia lita kumi kwenda mbele, toa oda mapema, lakini lita moja njoo moja kwa moja utapata. lita tano moja utapata. Mafuta mengine yapo, siwezi kutoa yote tikawaleta hapa. Mafuta ya mchaicha nasaidia, mafuta ya lemon peel, mafuta ya limau yanasaidia sana fungus. Wale ambao wanakuwa na fungus kwenye miguu, fungus kwa pani vidole. Kwa hiyo mwingine anakuwa na chunusu basi mafuta ya, ya, ya, ya limau yanasaidia sana kupaka kuondoa zile fungus. Alafu upumuaji ukiwa unapumua kwa shida, hewa ya harufu yake ile ukivuta pua zinafunguka muda huo. Alafu anasaidia sana wale ambao anapiga makelele usiku, ndoto za baya baya. Hebu jaribu kimona, mtoto anapiga makelele au mtu mzima anapiga anaongea sana, chukua limau limao lile libinye kidogo, mpaka kichwani kidogo tu, au libinye lile ganda lile. Basi maji yake yanapatikana kwenye ganda, sio kule umemenya na kisu, lakini juu ya ganda ile. Basi binya kidogo, maji yale paka kidogo, ndoto zinapotea. Kwa hiyo mafuta yenyewe ndio kazi yake hasa ya kuondoa ndoto za ajabu ajabu. Wengine anapiga makrini, mafuta alimau unaweza ukatumia kumpaka mtu kama huyo, kwa wale ambayo. Alafu yanaongeza kinga ndani kwa sababu haya mafuta anaondoa ma, anapigana ana, ana, ana na magonjwa ya ndani na bakteria. Unaweza ukaweka kwenye eh, chakula kidogo, unaweza ukaweka kwenye chai kidogo, unaweza ukachemsha maji ukaweka kidogo, kijiko cha chai nusu ukaweka mule, kijiko cha chai nusu ukaweka kwenye maji glasi moja, mili mia mbili mili mia, ukanywa yale maji, basi yanasaidia sana kwa magonjwa ya ndani na mzunguko wa damu, mafuta kusafisha damu anasaidia kuondoa sumu kwenye damu, mafuta ya mchaichai. Wale wenye miguu, unapaka paka mafuta ya samani, mafuta ya, ya lemon peel. mafuta ya, ya maganda ya limau. harufu mbaya mdomoni, unaweza ukachukua mafuta tone tatu, kaweka kwenye mswaki ukapiga mswaki mpaka unaopiga ulimi, harufu inapotea, kwa sababu anaua mabakteria ambayo anatoa harufu mbaya. Wapo ingine, alafu unakunywa kidogo, unaweza kuweka tone tatu, kameza yale mafuta akifika tumboni, wengine anatoka harufu mbaya tumboni, sio kinywa, kwenye tumbo. Kwa hiyo kinywa kidogo, harufu mbaya inapotea. Mafuta ya mchaichai ya lemon piru, mafuta ya ya maganda ya limao. Kwa hiyo kwa leo nawakaribisha, mafuta yapo ya kutosha. Ehe, ukinunua unapewa risiti. Ee, ukipata lita kumi, toa oda mapema. Namba zetu ni sifuri sita tano tano ziro tano saba nane sita tano, hizo zinapita chini ee, zipo chini hapo. Namba zetu unapiga simu muda wote. Uko Tanzania, unatumiwa kokote kule, kama uko mbali na Dar es Salaam na kwa Matiasi mkoa wa Pwani, unatumiwa kokote kule. Nauli unalipa mwenyewe, kwao unatuma hela mzigo wako unapakiwa, tunaenda kwenye basi linalokuja kwa mkoa ambao unaenda wewe. Hakuna dereva, hakuna konda, hakuna kampuni ishawahi kupoteza mizigo yetu, mizigo yote inafika salama salimini. Kwa hiyo unapata mzigo wako unatumia. Ukiona mafuta yetu fake, basi acha kuna pima, mafuta yetu halali, ndio maana tunatoa receipt ya TRA kwamba hichi kitu ni halali original. Shukrani sana, asanteni sana na wakaribisha, mafuta yapo ya kutosha. Haya ni mafuta ya lemon peel, mafuta ya maganda ya limau. Ni mazuri sana kiafya, mafuta ya jadi, wengine anachanganya na dawa mbalimbali. Shukrani sana, shukrani.